Katika hizopita tumeona tu mambo ya msingi sana juzi eh, tuliona kuhusiana na ule ushauri aliotoa Gerson Msigwa kwa wanachuo wa Udom kwamba waende shuleni wasome, hii watakuja kuwa na maisha mazuri, ambao ni ushauri ambao umekuwa unatolewa kwa karne nyingi sana. Tukaona kwamba huo ushauri katika zama zetu sasa hivi haufanyi kazi. Kiufupi, huo ushauri ulikuwa ni ushauri wa zama za za, za viwanda, zama za viwanda ambapo wasomi walikuwa wadogo, kwa hiyo njia pekee ilikuwa ni kuambia watu maenda shuleni, msome kwa bidii kwa sababu baadaye mtakuja kuwa na maisha mazuri, na ilikuwa ni uhakika kwa sababu ya zama za wakati ule zilikuwa zinahitaji watu kwenda kufanya kazi viwandani. Kumbuka, huu ulikuwa ni ushauri wa zama za viwanda. Kumbuka kwamba uh, soko la ajira sio soko lenye miaka mingi hapa duniani, ni soko uh, alina zaidi ya miaka alina zaidi ya kale, kwa hiyo ni soko la muda mfupi. Sasa huo ulikuwa ushauri wa miaka hii, lakini sisi tumesha toka kwenye zama za viwanda, japo katika Tanzania yetu bado industrialization ni kitu cha muhimu sana na bado kinaweza kufanyika na bado kina nguvu kubwa sana kama kitafanyika katika kujenga uchumi na hata katika kuajiri. At the same time, tumetoka katika zama za viwanda, tumekuja katika zama za taarifa, na mambo yanazidi kubadilika kila kukicha. Eh, ujio wa hizi teknolojia Google, ujio wa hii mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, YouTube, sijua TikTok, na sasa ujio wa akili nemba au AI. Kwa hiyo maana yake kuna mabadiliko makubwa yanazidi kutokea. Mabadiliko yanavyozidi kutokea, mfumo wa elimu bado haujaweza kuendana na haya mabadiliko yanayotokea, kwa sababu wakati haya mabadiliko yote yanatokea, mfumo wa elimu haubadiliki. Nadhani kwenye kitabu kimoja cha Robert Kiyosaki aliyosema kwamba oh, it takes almost 50 years kubadili mfumo wa elimu yanachukua muda sana kubadili mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu haubadiliki, teknolojia, sayansi vinazidi kubadilika, bunifu, gunduzi mbalimbali zinazidi kugunduliwa. Dunia inazidi kwenda mbele. Mfumo wa elimu unazidi kurudi nyuma. Na ndio huo huo ushauri wa nenda shuleni, soma kwa bidii kwa sababu nani? Ni, ni mfumo ambao unakurudisha nyuma. Kwa sababu dunia sasa hivi inaenda mbele. Tumeshatoka kwenye zama za viwanda, zama za vibanda zilikuwa miaka elfu moja mia tisa. Zaidi ya karne moja sasa. Sasa tukirudia ushauri ule ule, ule wa karne moja iliyopita, miaka mia moja iliyopita, katika kizazi hiki, kuna kitu tutakuwa tumekimisi. Nadhani kwenye ile video ya juzi nimeeleza vizuri sana. Kwenye video ya jana nimeeleza nini kifanyike, nini tufanye hasa katika kujenga jamii mpya na nikaeleza pia kwa nini watoto wanatakiwa kuanza kubobea wakiwa na miaka saba. No, nikadokeza, sikueleza kwa nini. Katika video ya leo nitaeleza kwa nini, kwa nini hawa watoto wanatakiwa kuanza kubobea wakiwa wana miaka saba. E, badaa sisi tunaanza kuwasubirisha mpaka mpaka eti anaingia chuo ana miaka ishirini ana miaka kumi na saba ana miaka kumi na nane ndio sasa anaanza kubobea. No huyu mtoto aanze kubobea akiwa na miaka saba, sababu tumeona hata hata hizi tunasema ni masters. Master u master sio tu kitu cha kwenda chuoni. Eh, unaandika ile dissertation yako kwa miaka miwili ya kukimbizana, ni mchakato. Ndio maana tunaona kwamba tokea enzi na enzi, babu zetu na babu zetu, ilikuwa inawachukua muda, wanakaa chini ya mtaalamu kwa miaka sio chini ya saba wanajifunza chini ya mtaalamu kwamba wakishaona huyu atakuja kuwa daktari, anakaa chini ya mtaalamu anajifunza kwa miaka hiyo yote meli. Sasa ndipo anakuja yeye kusimama kama yeye peke yake. Huyu atakuwa labda eh, eh, nesi, tuanze kumwandaa akiwa na miaka saba kwa ajili ya unesi. Kwa hiyo tutakuja kupata watu wazuri na jamii nzuri, kwa sababu tutaandaa kizazi kizuri cha baadaye sisi wenyewe kwa kukitengeneza, na kizazi cha wabunifu sio e, sio sio nesi e, wa wa wa akina wa, mama wanaenda kujifungua, yeye mwenyewe amekata tamaa na maisha e, anaanza kuwatukana akina mama, watoto wanazaliwa na nani? Tunaona zamani wazee wetu, mtoto anazaliwa nesi tu yani yule e, aliyehusika pale katika nani, tayari ameshamuona huyu mtoto, huyu atakuja kuwa mtu fulani, kwa sababu amekuwa trained kwa muda, anajua yani, huyu hizi ishara hizi zilizotokea hapa wakati wa kuzaliwa huyu anaelekea huku, amekuwa trained, anajua. Sasa leo hii sio kwamba hivyo vitu, hizo ishara sio kwamba hamna, hizo ishara zipo lakini sasa watu tulionao wanajua, hawajui kwa sababu hawajawa trained, hawajui hivyo vitu. Kwa hiyo maanake tunatakiwa tuandae. Ndio maana nasema kuanzia miaka saba. Na kwa nini miaka saba? Ili tuelewe vizuri miaka saba, tuanze na mfumo wa elimu wenyewe tulio nao sasa hivi. Kwa nini unamtaka mtoto aanze shule ya msingi sio zaidi ya miaka saba? Miaka saba shule ya msingi wanza. Kwa nini? Waliotengeneza huu mfumo ni wakoloni, lakini kuna sababu za msingi sana, na moja ya kitu muhimu sana ni kwamba ubongo wa mtoto unakuwa almost fully developed wanapofikia miaka saba. Yaani kati ya viungo vingine vyote, yaani kati ya viungo ambavyo vinakuwa taratibu sana ni ubongo ubongo ni moja ya kitu ambacho kinaenda taratibu sana kwa katika hii hii miaka yote, ubongo unakuwa katika formation mwe kuanzia anapokuwa tumboni mpaka anapozaliwa, miaka miwili, miaka mitano, miaka saba, ubongo sasa ndio umekuwa fully formed. sasa hapa ndipo mtoto anaanza kufikiri kwa mantiki, anaanza ku yaani ubongo wake tayari umeshakamilika, tofauti na viungo vingine ambavyo, kwa mfano, labda macho au pua E, au ulimi ambavyo tokea anavyozaliwa vimekamilika, ubongo unachukua muda. Sasa katika hiki kipindi ambapo ubongo sasa umekamilika, usianze kulishwa matango poli, yaani ulishwe kitu ambacho mtoto anaenda kubobea anaenda kukifahamu vizuri, anaenda kukifanyia kazi kwa maisha yake yote, lakini kingine kutokana na na na ile dhana ya ubobevu ambayo nimeeleza mwanzoni, tafiti nyingi zimerudia mara kwa mara na zinaonyesha kwamba mpaka mtoto anafikisha miaka, yani amefanya kile kitu kwa saa elfu kumi saa elfu kumi ni almost miaka saba mpaka miaka kumi. Sasa maana yake huyu mtoto anavyoweza kubobea akiwa na miaka saba mpaka anakuja kufikia miaka kumi na tano tuna uhakika naye kwamba kama ni daktari ni daktari haswa, kama ni mwanasheria ni mwanasheria haswa, kama ni mwanamichezo ni mwanamichezo haswa, amebobea katika kile kipengele chake. Na kwa namna hiyo tutaweza kupata watu wanaoweza kuvumbua, watu wanaweza kugundua, watu wanaweza kuja na teknolojia mpya, kwa sababu amebobea katika yale maeneo yao, kwa sababu wanayejua, kwa sababu wamejifunza katika kipindi ambacho ubongo ulikuwa umekamilika, lakini bado unapokea sasa information nyingi mpya na uko very active sana, na ndio maana hata kugundua ni watu wachache sana ambao baada ya ile, kwa mfano, miaka miaka kumi na nane, miaka kumi na tisa, miaka ishirini sio kila mmoja yani, anaweza kuwa na mtu wa fikra za tofauti kuja na vitu vipya kufanyaje, unless alianzia huku chini na sio wote. Ndio maana unaweza kugundua mtu mtu chuo anakwambia yani hivi, hivi. kwa nini yani, nilivyokuwa shule ya msingi nilikuwa sisomi sana lakini lakini nilikuwa nafaulu vizuri sana. Waulize wanachuo wengi, atakwambia kitu kama hicho. Hebi shule ya msingi nilikuwa sisomi sana yani, yani nilikuwa anaenda tu pale, naangalia angalia tu nani madaftari darasani, mwalimu anafundisha, ni na hata muda mwingine siandiki, lakini mtihani ulikuwa ukija, lazima nafaulu. Lakini chuo na koma na kesha na bado yana faulu yani, yani e, kwenye tundu la sindano. Kwa nini? Kwa sababu wakati ule akili ipo very functional, ubongo very functional lakini sasa hivi kadri mtu unavyokwenda ukishafikia ukishatoka kwenye ile window ya miaka kumi na mbili mpaka miaka 18 vitu vingine ni, ni kama una force tu, lakini kama mtoto ameanzia miaka hiyo, miaka saba miaka nane miaka kumi na mbili mpaka miaka kumi na tano mpaka miaka kumi na nane anajifunza kitu kile kile, anabobea katika kitu kile, itamuia rais hata kwa ile miaka inayofuata, kwa sababu atakuwa anaongezea kwenye kile kitu ambacho tayari anakifahamu, sio anakuja na kitu kipya, vitu vipya. Ndo hivyo tu, mtu anasema sasa hivi mbona mambo mapya eh? Mtu anaanza kujifunza chemical reactions, ana miaka mingapi huko? Angeweza kujifunza hizo chemical reactions huku huku chini kidogo kidogo. Hivi vitu vinakuwa formalized kulingana na mazingira, kulingana na muda, kulingana na umri alafu vinazidi kuongezwa zaidi kadri muda unavyokwenda. By the time huyu mtu anafikisha miaka kadhaa, then sasa mtoto ameweza kubobea, mtoto ameweza kuelewa vitu vingi sana, e, kuliko sasa hivi mtoto anaenda shule mara mpaka anakuja likizo, anapewa mipakeji kibao, kwamba hii sasa ndio mipakeji ya likizo. Likizo bado anapewa mipakeji shuleni. Walimu walikuwa wanafanya nini na wameshindwa? Yaani huyu mtu ambaye wameshindwa kumpa shuleni kwa nini wanalazimisha aanze kuvileta mpaka mtoto ajenavyo nyumbani? Kwa hiyo ni vitu kama hivi hapo vinapaswa sasa kutufanya tuboreshe, tuboreshe kama hivyo zilizoza kwenye somo la jana, mfumo wa elimu ufumuliwe, ufumwe upya, na mtoto anze kubobea mapema, ili tutengeneze kizazi kizuri kinachokuja. Lakini sasa, nisikize vizuri, hivi vitu vyote ninavyozungumza kama nilivyosema kwamba mfumo wa elimu unachukua time kubadilika. Obviously, haya yote hayawezi kufanywa kazi na hamna <laughs> mtu hamna atakuja kuyafanyia kazi kwa manufaa yako wewe ambaye unaelea sasa. Huu ni ushauri sasa, katika katika individual level, katika family level, na katika ngazi za malezi. Ushauri kutoka kwangu, moja, kama mzazi fahamu kabisa, mjue mtoto wako mapema, kwamba huyu mtoto wangu ataelekea wapi, atafanya nini, atakuwa nani katika maisha yake hicho ndo kitu cha msingi sana unachotakiwa kupigania katika hii miaka kadhaa mpaka nafikia ya miaka saba. E, tunafurahia kama wazazi, tunapokea cards, report card kutoka shuleni kwamba mtoto wako ame, amekuwa sijui mtoto wa ngapi. Mm. Sasa huyu mtoto amekuwa labda mtoto wa labda wa, wa saba wa tatu wa pili wa kwanza e, miongoni labda watoto labda hamsini. Hii, hii ina maana gani miaka ishirini na tano ijayo? Ndio maswali magumu sana tunayotakiwa kujiuliza. Hii ina maana gani miaka ishirini na tano ijayo? Kwa hiyo huu uh, mtoto miaka ishirini ijayo huku kuwa wa kwanza katika eh, i, e, i mwali, hii ripoti ambayo ameniletea mwalimu kuna maana gani? Hivi vitu pia tuwauliza hata walimu hawa, kwa sababu mwisho wa siku mtoto wako amekuwa wa kwanza, mtoto wako sijui amekuwa wangapi, amefaulu hesabu, amefaulu sijui nini. E, sijua na kkk tatu hizo kkk tatu, yani maanake nini? Miaka miaka ishirini na tano ijayo tutafakari katika mfumo huo, ndio itatusaidia kwamba sasa wewe kama mzazi ujue huyu mtoto miaka ishirini na tano ijayo anaelekea wapi, anaenda kuwa nani, kisha uanze kumjengea mazingira haya mazingira For sure kwa wakati huu hakuna mtu wa kujengea haya mazingira. Kwa kwanza kujengea mazingira kuanza kwa kumjengea mazingira kuanza kwa kujenga mazingira ya na namna hiyo, tunajua wote. Kwa mfano, katika jamii zetu za Kiafrika wengi, kuna TV, uh, kuna nini, lakini kuna mazingira ambayo tunaweza kuanza kuyajenga, mazingira ambayo labda ni practice kwamba unaweza vitu ambavyo vinaweza mtoto na practice, kwa mfano What if badala ya kuwa katika mazingira ambayo yana TV TV sijui nini, tukawa na mazingira ambayo labda mzazi labda unachereani pale nyumbani halafu, huyu mtoto anajifunza kubuni vitu tofauti tofauti, kufuma, kushona, kufanyaje, kutumia ile chereani. Anajifunza huo ujuzi, anajua by the time anamaliza hata nani, tayari kuna kitu ambacho ni tangible anachoweza kukifanya. What if kuna kikarakana fulani pale nyumbani? Hey. Kikarakana tu cha mchongo cha kuchomelea cha kutengeneza tengeneza vitu cha kufumua na kufuma tena vitu cha yani, vitu practical ambavyo mtu anaweza kufanya badala ya TV. What if kuna kitu kama kama hicho? ni vitu ambavyo vinaweza vikatengeneza mazingira mazuri sana. What if E, kwa mfano yani, kuna kuna vitu vingi sana tunaweza kuvitengenezea mazingira. Kwa mfano darasa labda la mapishi, wewe kama mzazi, yani hata hata unatengeneza mfumo wako wa elimu ya mtaala wako wa mapishi kwa ajili ya watoto wako, unawafundisha ABCD za mapishi, mapishi bora yaweje, nini wafanye nini, yani hivyo vitu vyote, una kimtala chako unawafundisha, una kimtala chako cha kilimo cha ufugaji ambacho anawafundisha ufugaji bora, sijui nini, practically wanafanya kabisa hivi vitu kwa vitendo. Ni vitu ambavyo vinawajenga kwa huyu mtoto, kwa vyovyote vile, katika maisha yanayokuja ataweza kujipambania yeye mwenyewe. Sikuizi tuna hizi simu, sikuizi tuna hizi kompyuta na ni vitu ambavyo hatuwezi kuviepuka kwa miaka inayokuja. What if una kila laboratori chako cha mchongo tu, sio lazima uwe huwe na una kila laboratori chako tu cha mchongo, una kompyuta una simu na nini, ambapo wataingia watajifunza basic skills za kompyuta, basic skills za hizi simu na hata namna ya kuzifunga na kuzifungua taratibu. Hivi vitu vyote haviwezi kufanyika kwa wakati mmoja, lakini ni hatua kwa hatua basic skills. E, labda atakutype, labda atakutumia kompyuta, labda atakufanyaje. E, na baadaye kadi unavyoenda mpaka mtoto anaanza kujifunza miaka saba, miaka nane, miaka tisa, miaka kumi, mpaka anaakufikishia miaka kumi na mbili ashaanza kujifunza masuala ya programming, shaz kujifunza masuala gani. Ni vitu ambavyo anaweza kujifunza kwa muda kwa ziada, at the same time anaendelea na mfumo wa kawaida wa elimu, msisitizo mkubwa shuleni ajifunze masuala ya shuleni, akibi nyumbani, kuna kile kimtala chako kile unacho ambacho umekiandaa kwa ajili ya kumjengea mazingira yake, kulingana pia namna unavyomwona kwamba huyu yes, huyu um, atakuja kubobea katika labda eh, katika mziki unakuwa na ki- ki-, ki na kinani chako cha mziki cha mchongo kinanda chako cha mziki eh, labda vinini nini, zumari, sijui nini, vipo pale, anakuja pale, anafanya mazoezi kidogo kidogo, then over time anabobea. Iki kitu kitamfanya kwamba mpaka kama anaweza practice consistently kwa miaka kuanzia miaka saba mpaka miaka kumi na tano then huyu mtoto anaweza lazima tu atabobea katika hicho kitu. Sasa challenge kubwa iliyopo pia ni kwamba kwanza, kama ilivyosema kwamba mfumo wa elimu umekuwa fact, ni mfumo hovyo, niliweza jana, mfumo wa elimu uko hovyo. Sasa ule mfumo wa elimu ambao tayari uko hovyo, tayari tumetengeneza tena mazingira, watoto wenyewe hatukai nao. Akishafikisha hiyo miaka saba, miaka nane, miaka kumi, anaenda tena, anaenda tena shule anakaa uko bodi ukainaye tena. Kwa hiyo maana yake, wewe mwenyewe mzazi upati ile ule wakati wa kuwa naye karibu ule wakati wa kumfunda vizuri, kumjua vizuri zaidi, na kumsisitiza yale mambo ya msingi. Kwa hiyo maana yake, ili jambo pia bado utakuta bado ni changamoto, kwa sababu bado mtoto sijui unampeleka sijui shule bodi, sijui nini, lakini anyway ni vizuri mtoto aende shule nzuri, lakini utifuka ni shule nzuri ambayo bado anaweza akaenda shuleni na akarudi nyumbani akakutana na wewe mzazi na bado akaendelea kuendeleza kale kamtalaka. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini nasema haya yote? Kwa sababu tujiulize, kwa hii miaka ya karibuni ambayo watoto wengi wamekuwa wanaenda bodi hawa watoto wote walioenda hizi shule za boarding wanakaa huko wanafanyaje? At the the end of the day, ni watu ni watu, ni watu wa namna gani tulionao katika jamii? Wana kitu gani cha tofauti ambacho wanatutengeneza? Hizi shule za boarding eh, zina kitu gani cha tofauti ambacho zinatengeneza? Ni shule nzuri, zinafundisha vizuri, zina mfumo mzuri sana, kuonyesha na shule za serikali na na na na nazipa kongole sana kwa hiyo lakini, zinatutengenezea watoto wa namna gani kwa hapo baadaye? Zinawapa basic skills zipi ambazo wanaweza wakaishi nazo? Kwa sababu bado kule kule shuleni bado walimu wanalalamika kwamba hawa- mfumo wa elimu hauna basic skills ambazo wanaweza wakazitumia. Ndio maana nakushauri mpeleke boarding, lakini asikae huko arudi nyumbani ili wewe mwenyewe kwa kimtara chako hicho cha mchongo ambacho umekitengeneza, mtoto sasa aweze kujifunza kwa vitendo vitu ambavyo anaweza akaishi navyo kwa miaka mingi. Na pengine unaweza ukawa huna wakati wa likizo, wakati wa likizo, badala yale mapakeji ambayo nilikuwa nazungumzia kwamba atatoka nayo shuleni atakuwa anayafanyia kazi, mpeleke sehemu. Eh, mpeleke sehemu aanze kujifunza ku, ku, ku labda utengenezaji wa magari wakati wa likizo eh. Watu wanaenda watu mpaka VETA wanatoka VETA, mtu anatoka bado ajui VETA, yeah. VETA. Hajui bado ajui bado VETA anajifunza theoretical ule, mpeleke sehemu jifunze magari, labda peleka dukani jifunze uhudumiaji wa wateja ile likizo yake anakuwa ameitumia katika nafasi nzuri, kwa kujenga ujuzi ambao baadaye anaweza akauply practically katika maisha yake ya kila siku. Hii ndiyo Tanzania mpya ambayo tunaweza tukaijenga, lakini tusitegemee kwamba kuna mtu ambaye ataijenga kwa niaba yetu. Sisi sisi wenyewe ndiyo wenye uwezo wa kuijenga sisi wenyewe kwa kubadilika na kutengeneza mazingira mapya, kwa sababu tunaona wazi kwamba ule ushauri, wanaenda shuleni, soma kwa bidii, kwa sababu utakuja kuwa na maisha mazuri, si ushauri ambao tunapaswa kuendelea kufanyia kazi katika mazingira ya leo, umeshapitwa na wakati. Na tunaona sometimes, ujue watoto tunawalazimisha ujue kuna watoto ujua, wapendi shule yani, yani, mimi spe, yani apendi tu shule yani, unamuona. Au mwingine kabisa anakataa mpaka shule, lakini tunasema kuna sheria ya kumpeleka mtoto shule. Hmm, nadhani pia hii <laughs> sheria hii sheria hii ya kumpeleka mtoto shule, kwa nini ha-, ha hamna sheria nyingine kwamba huyu mtoto sasa tumempeleka shule, tumemlazimisha some shule soma, amesoma kwa nini hakuna sheria ya kumpa mtoto labda ajira? Tuna sheria kumpeleka mtoto shule ambaye sometimes hataki kwenda shule, yani ameshaona, yani mimi huku huku stoboy, huku mimi nikienda sehemu nyingine nitafanya vizuri huku stoboy. Tuna hiyo sheria lakini hatuna sheria ya kumfanya asa kwamba hicho kitu ameshakisoma, tumemokea sheria kisoma hicho kitu sasa tumjengee sasa mazingira afanyie zi hicho kitu, au tumwajiri, kwa sababu tumemlazimisha kusoma kitu ambacho sometimes hata alikuwa yeye hataki, hmm? Basi bwana ha leo nishi yao uh, ya nadhani kwa leo natosha, mpaka wakati mwingine.